lakini cha nne kama nilivyosema ni chama ambacho e, e, napitia, lazima niwajibike kwenye chama changu, nijue falsafa, itikadi, mrengo wa chama changu, miiko, lazima nijue ambayo lazima ni abidi kwenye chama hicho. Kwa hiyo dhamira yangu ni, kwa, ni kutaka e, ninauchukia umaskini, ni kutaka tusaidiane na wenzangu ili tuendelee e, kuondoa umaskini ambao Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kuondosha umaskini na mimi kama wananchi wa, wa, wa, wa manispaa ya Iringa wakinisaidia hayo mambo, ndio kile kinachokereketwa katika mwili wangu. Kwa sasa katika nchi hii Chama cha Mapinduzi ndio chama, chama pekee ambacho kina personnel kina viongozi wa kutosha kina wataalamu kina rasilimali watu kina fedha, rasilimali fedha, lakini sio tu fedha, kina sera sera ambazo ukiangalia vikao vyote vya Chama cha Mapinduzi, kuanzia ngazi ya taifa, kikao cha kamati kuu mpaka kikao cha mtaa, vikao vyao vyote ni kuondosha umaskini wa Mtanzania. Wanashughulika na barabara za Watanzania. Chama cha Mapinduzi kinashughulika na korosho za Watanzania. Chama cha Mapinduzi kinashughulika na mahindi ya wa Watanzania. Chama cha Mapinduzi kinashughulika na nyanya za Watanzania. Chama cha Mapinduzi kinashughulika na kahawa za Watanzania, na nimebahatika kutembea karibu nchi nzima nikifanya kazi ya chama cha mapinduzi, nimeona mambo makubwa ambayo chama cha mapinduzi kimefanya. Kwa hiyo, kwa sasa hakuna chama chochote ambacho kina rasilimali watu, kina fedha, kina sera ambazo ni za kuikwamua Tanzania kutoka kwenye umaskini kwenda huko mbele. Kwa hiyo, vyama vya siasa za vipo vingi, watu wanaweza kusema wanayoyataka, wakatoa slogan wanazoziweza, hayo ni mambo yetu, lakini sisi chama cha mapinduzi tunasema kazi na utu.